AM, Online TV. Na kwa leo niko hapa Suza ambapo wanajenga majengo jengo, eh, jengo hili hapa ambapo liko nyuma yangu ambao tunaita ni Laboratory Complex, na thamani yake ni araundi bilioni thelathini na mbili na mkandarasi anaendelea kufanya kazi ya ujenzi, na mkandarasi hii inatakiwa ikamilike mwezi wa sita mwakani, na nimeona asilimia ya utekelezaji imefikia 45 na na ilipaswa bai nao iweze kufikia asilimia hamsini na nne kwa hiyo kuna dilei kama ya asilimia tisa, ambapo mkandarasi anatakiwa um, aongeze kasi. Nimetoa maelekezo kwa timu ya usimamizi wa mradi huu, eh, kwamba mkandarasi aongeze kasi, na namna ya kuongeza kasi ni kuongeza masaa, eh, ya kufanya kazi, kuongeza idadi ya watumishi, lakini pia kuongeza vifaa ambavyo vitamuongezea tija katika kuhakikisha kwamba anafanya kazi kwa wakati na japo mradi unatakiwa ukamilike mwezi wa sita mwakani, sisi tungetamani ukamilike kabla ya hapo, ili kile kipindi cha maangalizo au defect liability period kiweze kuangukia e, ndani ya kipindi ambacho mradi bado unakuwa hai. Huu mradi wa HEET unategemewa ikifika mwezi wa sita huo umeisha. Sasa mradi ukiisha, wakati ambapo kuna changamoto huku, hatutakuwa na nafasi au fursa ya kuweza kurekebisha, kwa hiyo umeelekeza eh, timu ya usimamizi waone namna ya kuongeza usimamizi wa karibu kwa mkandarasi ili aweze kukamilisha kazi hii kwa wakati au mapema zaidi, na pia tuweze kupata thamani ya fedha kwa maana ya ubora wa kazi eh, uweze kuwa wa juu ili majengo haya yanayojengwa kwa fedha nyingi bilioni thelathini na mbili, ni hela nyingi sana, yaweze kutumika kwa muda mrefu katika chuo kikuu cha Taifa cha Zanzibar katika upande wa, wa majengo. Tunajenga majengo mawili, tuna jengo la laboratory complex na vile vile tuna agriculture block. Laboratory complex ni jengo ambalo lina G+3 ambalo mazumuni ya jengo hili ni kuweka kuweka mazingira mazuri kwa, kwa labo zile za, za kisayansi ikiwemo labo za physics, chemistry, biology pamoja na kompyuta na kwa upande wa jengo la skuli ya kilimo hili tunatarajia kuwa ni skuli ya, ya kilimo ambalo tutakuwa nashughulikia na mambo ya, ya kilimo na mambo ya utafiti pia. Ujio wa mradi wa elimu ya juu kwa mabiliko ya kiuchumi ambao ni hiti kwa upande wa, wa Zanzibar, huu uta umekuja kuweka mageuzi makubwa ya kielimu, kwanza kuboresha au kuweka miundombinu sahihi ya kujifunzia na kujifundishia, na vile vile mradi wa hiti umekuja ku kufanya mageuzi ya mitaala kwa sababu mitaala ambayo ipo mingi ni ile mitaala ambayo context based, lakini hii ambayo kupitia mradi huu wa HEET tunatengeneza mitaala ambayo hii itakuwa inafanya ile wanafunzi wakimaliza waweze kujiajiri. Na vile vile tuna eneo jingine kuboresha miundombinu ya teknolojia ya tehama. Tumefanya manunuzi ya vifaa vingi tu vya tehama kama kompyuta project na vingine, na vile vile tumefanya ukarabati wa hizo laboratory na kwa upande wa tumejaribu ku develop mifumo 13 ambayo hii mifumo itatumika katika taaluma pamoja na utawala kwa ajili ya kurahisisha zile shughuli za kila siku, na kwa upande mwingine pia mradi wa hiti umekuja kufanya mageuzi ya kuwajengea uwezo wa taaluma. AM Online TV.